Ebwana, jana UEFA Champions League imeweza kuendelea. Kulikuwa na michezo kumi na nane ambapo michezo hiyo imechezwa uh, saa moja kwa maana nyakati moja. Sasa michezo hiyo hapa nakusongezea matokeo halafu nitakwambia ni timu gani ambazo zimedondokea playoff lakini timu gani ambazo zimeweza kuaga mashindano hayo ama michuano hiyo ya UEFA Champions League. Hii ni Talent Media. Mimi ni Ali Swali Mshana karibu sana. Jana kulikuwa kuna michezo 18 ya UEFA Champions League ambapo Ajax alikuwa uwanjani dhidi ya Olympiacos. Mchezo huu ulitamatika kwa goli mbili kwa moja Ajax alipoteza bao mbili kwa moja. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni wa Atletico Bilbao dhidi ya Sporting ambapo Sporting ambapo alibuka na ushindi wa bao tatu kwa mbili, lakini mchezo mwingine ulikuwa ni wa Arsenal dhidi ya Kairat, ambapo mchezo huu ulitamatika kwa Arsenal kuibuka na ushindi wa bao tatu kwa moja. Atletico dhidi ya Bodo. Bodo yeye alifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao mbili kwa moja. Barcelona dhidi ya Copenhagen mchezo ulitamatika kwa Barcelona kuibuka na ushindi wa bao nne kwa moja lakini Leverkusen Bayern dhidi ya Villa Real mchezo huu ulitamatika kwa Bayern Leverkusen kuibuka na ushindi wa bao tatu kwa sifuri. Benfica dhidi ya Madrid, mchezo huu, Madrid alikubali kichapo cha bao 4 kwa 2, lakini Club Brugge dhidi ya Marseille mchezo huu litamatika kwa eh, Club Brugge kuibuka na ushindi wa bao 3 kwa sifuri. Dortmund dhidi ya Inter, mchezo huu, Inter alifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 2 kwa sifuri, lakini Frankfurt dhidi ya Tottenham. Tottenham alifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 2 kwa sifuri. Liverpool dhidi ya Qarabag eh, mchezo huu ulitamatika kwa Liverpool kuibuka na ushindi wa bao sita kwa sifuri. Manchester City dhidi ya Galatasaray mchezo huu stibuka na ushindi wa bao mbili kwa sifuri. Monaco dhidi ya Juventus mchezo ulitamatika kwa sare ya bila kufungana, lakini Napoli dhidi ya Chelsea, the uh, the Blues walifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao tatu kwa mbili. Pafos dhidi ya Slavia eh? Uh, alifanikiwa uh, kuibuka na ushindi wa bao nne kwa moja, lakini PSG dhidi ya Newcastle mchezo huu ulitamatika kwa moja moja. PSV dhidi ya Bayern mchezo huu Bayern ilifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao mbili kwa moja. Union dhidi ya Atalanta Union ilifanikiwa uh, kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Kwa hiyo hayo ni matokeo ya michezo ya jana, lakini sasa hapa tuangalie timu ambazo Uh, wameweza kufuzu timu ambazo zimeweza kufuzu uh, mtoano moja kwa moja, hapa ni Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting na Manchester City. Lakini sasa uh, baada ya hizo timu hapa, kuna timu ambazo uh, wameweza, uh, zimeweza kuondolewa, timu ambazo zimetolewa UEFA uh, timu ambazo wameweza kuaga mashindano mapema, kuna Marseille Pafos, Union Saint, lakini kuna PSV, Atletico Club, Napoli, Copenhage, Ajax, Frankfurt, Slavia, uh, lakini pia kuna Villarreal na Kairat Almat. Hizo ni timu ambazo zimeweza kuaga mashindano mapema kabisa, lakini uh, timu ambazo zimedondokea playoff kuna, uh, kuna Real Madrid, Inter Milan, Paris St German, Newcastl United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, AS Monaco, Karabag, Bodo na Benfica. Sawa? Mm, hizo ni timu ambazo zimeweza kuangukia hatua ya kumi na sita bora. Mm? No, sana lakini timu nane tu ambazo zimeweza kufuzu kama nilivyokuambia ni Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea na Manchester City. Eh, unaambiwa mbungi ilipigwa, ilipigwa kweli kweli jana UEFA Champions League. Hayo ni matokeo lakini pia mustakabali, jinsi ilivyokuwa na mambo yamekuwaje. Basi ndio hivyo mambo yalivyokuwa kwenye UEFA Champions League. Nini comment yako? Upande wa comment uko vizuri hapo chini. Mimi sina la ziada. Hii ni Talent Media, aliswali mshana hapa. Bye bye.